Naam, taarifa ambazo zimetufikia hivi punde zinaeleza kwamba jeshi la polisi nchini linamshikilia Tadei Sabinu Sikweka mwenye hati ya kusafiria namba C 238550 kutokana na tuhuma za jinai zinazomkabili ikiwemo uchochezi. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi nchini, makao makuu ya jeshi la polisi Dodoma, DCP David Misime Leo Disemba 29 mwaka 2025, imeeleza kuwa Tadei Sabinusi Kweka amekamatwa jana, Disemba 28 majira ya usiku mkoani Kilimanjaro. Tayari taratibu za kukamilisha ushahidi ikiwemo kupata maelezo yake juu ya tuhuma hizo zinaendelea ili hatua nyingine za kisheria zifuate. Tadei Kweka aliwasili nchini Tanzania wiki iliyopita kwa ajili ya kusherehekea sikukuu za mwishoni mwa mwaka 2025 pamoja na kuhudhuria harusi ya ndugu yake mkoani Kilimanjaro. Taarifa ya polisi juu ya kukamatwa kwake imekuja baada ya kusambaa kwa madai kuwa katika mitandao ya kijamii ya kidai kuwa Tadei Kweka, mtanzania anayeishi nchini Marekani, aliyetajwa kama mwanaharakati wa demokrasia na haki za binadamu, alikuwa ametekwa nyumbani kwake Moshi na watu waliodaiwa kuwa na silaha.